Yes ebana, mambo vipi? Hujambo na karibu tena. Hii hapa ni JAhctive Tv. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo tunaendelea kuziweka hapa, lakini shukrani pia kwako ambayo unaendelea kushia nasi komenti yako na maoni yako katika kila taarifa. Unaendelea kufanya vyema zaidi, na endelea kuwa nasi katika taarifa zote za kimichezo ambazo tunaendelea kuzidondosha hapa. Ebana, hii leo ndio ile siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 2025 ambayo ni siku ya dabi ya Kariakoo, ni siku ambayo watani wa jadi walitaraji kukutana katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na ni siku ambayo kimsingi ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kwelikweli. Kila mmoja alikuwa akihesabu siku zinasalia ngapi, na hatimaye siku ya leo imeweza kufika na ni mchezo ambao unatarajia kupigwa majira ya saa moja na dakika kumi na tano kwa saa za Afrika Mashariki muda wa usiku. Lakini mwisho wa siku, hapo jana klabu ya Simba walitoa taarifa ya kuto kushiriki mtanange huu, baada ya taarifa ya kuwa wamezuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na mwisho wa siku. E basi, wao wakaweza kuondoka majira ya saa tatu usiku katika dimba la Mkapa na baadaye kuja kuachia taarifa kwenye vyombo vya habari ama kwenye mitandao ya kijamii, kana kwamba hawatoshiriki mchezo huu wa dabi, hii ikionyesha dhahiri shahiri kwamba wamegomea mchezo huu, lakini e, bila kujali side effects ambazo zinaweza kutokea na kwamba wapo mashabiki ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kufuata mtanange huu, lakini tiketi tayari zimekwisha kulipiwa na mashabiki, lakini pia uh, mambo mengine yote ya itifaki tayari yamezingatiwa. Lakini kitendo cha Simba kunyimwa kufanya mazoezi ya mwisho ndicho ambacho kilipelekea wao kutangaza kugomea mchezo huu, na wakasema kana kwamba hawataingia wala hawatopeleka timu uwanjani kwenda kushiriki katika mchezo huu. Taarifa hii bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara imeiona na bodi imewajibu klabu ya Simba. Kwa sababu basi, wanatakiwa kufahamu, yapo mengi ambayo yanapaswa kufanywa ya msingi na ya kuzingatia, kabla hawajaamua kusita kuingia uwanjani kwa ajili ya mchezo huu. Uh, bodi ya ligi imekiri kuiona taarifa ya klabu ya Simba ya kugomea mchezo huu na wao wenyewe pia wamekiri kusikitishwa na kitendo hiki cha Simba uh, kuandika barua moja kwa moja bila kuwasiliana nao na kuweka taarifa moja kwa moja hadharani ya, ya kugomea mchezo huu uh, jambo ambalo pia tabodi ya ligi wanasema na wao hawakupewa taarifa na klabu ya Simba kwamba uh, wamenyimwa kufanya mazoezi. Wao walichoshuhudia ni kuiona taarifa tu kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo tawabodi limewasikitisha kwa sababu hawakuwa na mazungumzo na klabu ya Simba. Uh, juu ya wao kugomewa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania Bara kama ambavyo uh, tunaweza kuiona hapa, naweza nikakusomea taarifa hii. Ina, uh, imetolewa kama taarifa kwa vyombo vya habari na Tanzania Premier League Board ambapo inasema yahusu taarifa ya Simba Sports Club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 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu wa kushiriki michezo yote iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, isipokuwa kama kutakuwepo na sababu maalum zilizoidhinishwa rasmi na shirikisho. Aidha, kukosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana na kanuni ya 16 a kifungu cha kwanza inayohusu maamuzi dhidi ya timu zisizotii ratiba ya ligi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 ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu NBC na kuzingatia masuala ya mashabiki, wadhamini na ligi kwa ujumla. Malalamiko kuhusu changamoto zilizojitokeza yatafanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. TFF inaendelea kujitahidi kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa haki na uwazi na kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi mshirikiane kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa amani na kufanikisha ligi bora zaidi. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la kandanda la mpira wa miguu Tanzania TFF mara baada ya taarifa ya klabu ya Simba eh, kugomea mtanange huu. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya Simba hapo jana, wenyewe waliweka wazi taarifa kwa umma, ni kwamba klabu ya Simba imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya eh, timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga. Eh, Simba ikiwa ni timu mgeni kwa mujibu wa kanuni ya 1745 ya kanuni za ligi kuu ya Tanzania Bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi, katika muda tarajiwa na wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia kiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba inaweka wazi kuwa haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na management ya klabu ya Simba na mwisho wa siku tayari TFF wamekwisha kujibu juu ya taarifa hii. Hata hivyo, licha ya yote ambayo anaendelea na sakata zima la Simba kugomea mchezo bado uh, wenyeji wa mchezo huo klabu ya Young Africans, wao waliendelea na mazoezi ya mwisho na waliyafanya pale Avic Town, lakini bado wako na taratibu zote na wanaendelea na taratibu zote za mchezo, wakisema kwamba itifaki kwao bado inazingatiwa na wanafahamu hii leo wana mchezo dhidi ya Simba. Hawafahamu chochote kinachoendelea juu ya klabu ya Simba wala hawafahamu taarifa yoyote inayoendelea kwamba Simba wanagomea mchezo huo. Klabu ya Yanga wamekiri ya kwamba watafika uwanjani muda unaotakiwa, watafanya warm up na watajiandaa na kuingia uwanjani kwa ajili ya mchezo huo kama kawaida, majira na muda ule ule ambao umepangwa, wakiwasubiri watani zao Simba kufika kwa ajili ya mchezo huo, kwani Yanga Africans wao wamekwisha kujikamilisha na kila kitu na wapo tayari kwa ajili ya mchezo huo wa hileo ambao utataraji kupigwa majira ya saa moja na dakika 15 usiku, kwa mujibu wa TFF kama ambavyo ametoa taarifa kwamba mchezo uendelee. Na ikiwa mchezo huo hautafanyika, yani ikiwa Young Africans watafika uwanjani kwa wakati uliopangwa na kukaa takriban nusu saa e, bila wapinzani wao kutokea, yani Simba Sports Club, basi itakuwa ni dhahiri shahiri Young Africans watapewa ushindi wa mezani kimaanisha alama tatu muhimu zitakwenda kwa Young Africans, na magoli matatu muhimu watakabidhiwa Young Africans. Kwa maana hiyo itaonekana dhahiri shairi ya wekundu wa Msimbazi wameikimbia dabi, pengine kwa kuogopa ambacho kingeenda kutokea katika mchezo huu. Ama inakuwaje itafahamika baada tu ya muda wa mchezo kufika, kama Simba watatokea uwanjani ama wataendelea kusimamia msimamo wao kugomea mechi, licha ya TFF kusema mchezo huu uendelee kwa maslahi ya timu zote mbili, lakini pia kwa kuzingatia uh, kanuni za shirikisho la kandanda la mpira wa miguu Tanzania.